zangu upande wa pili upande wa I&M studio za I&M, mwanahabari Frank Otieno, katika katikati mwa jiji la Nairobi ni city center, yu tayari kutuendeleza na mjadala wake, ambapo sasa anagusia zaidi upande wa matayarisho ya uchaguzi, hasa baada ya kukusanya taarifa mbalimbali mapema hii leo. Frank Otieno, nakurushia kwako. Ah, asante sana manzu. Nimeudaka mpira huo vizuri kabisa hapa katika eh, studio za dzam. Baada ya kutazama masaibu ya ndugu yetu eh, Ferdinand Watitu, kwa kweli ina ina maana kwamba siasa zimechacha moto na maandalizi yako hapa na pale katika mirengo yote eh, kuhusiana na siasa hizi zilivyo hapa nchini Kenya. Na mtazamaji, um, kwa kweli siku kama ya leo wiki ijayo Wakenya wote watakuwa wanajaribu kuzungumzia mambo mengi tu kuhusu matokeo ya rais ni nani, eh, gavana ni nani, seneta ni nani, kila mahali kwa hivyo basi maandalizi yaliyopo, na kuna ambaye angependa kuona kwamba eh, kuna kuvurugwa kwa eneo lote ile kwa shughuli hii, ambayo kwa kweli ni shughuli ambayo inaandikisha historia katika Jamhuri ya Kenya. Kumbuka kwamba ni uchaguzi wa kwanza kabisa kufanyika baada ya kupatikana kwa katiba mpya. Ah, basi hii leo nilikuandalia taarifa ambayo nilikusanyia taarifa maalum kabisa. Ningependa basi usibanduke kwenye runinga yako, uangalie taarifa hii inahusu nini, kuhusu maandalizi hayo, kuhusu uchaguzi huo. Tume huru mbalimbali zinazosimamia majukumu muhimu katika serikali ya Kenya hii leo zilikutana na wanahabari kuangazia maandalizi ya nchi kwenye uchaguzi mkuu ujao Jumatatu, Machi tarehe nne. Mwenyekiti wa jopo hilo Otiende Amolo aliwaleta pamoja mwanasheria mkuu, jaji mkuu, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC, inspekta mkuu wa polisi, kiongozi wa mashtaka ya umma, mwenyekiti wa tume ya utekelezaji wa katiba na maafisa wengine wakuu wa serikali.

Jaji mkuu Willy Mutunga na mwanasheria mkuu Githu Muigai walisema mipango imekamilika ya kuhakikisha kwamba vyombo vyote vya sheria vinawajibika kwenye zoezi hilo la taifa. I want to confirm yet again that the judiciary is fully prepared to resolve all disputes that will come to our courts within the timelines that are given by the constitution. Mwenyekiti wa tume ya IBC Isaac Hassan ameonya kwamba tume hiyo iko makini kumkabili yote atakayekiuka taratibu za uchaguzi.

Naasante sana mtazamaji, hiyo ni taarifa kweli. Ulivyoshuhudia ni kwamba maafisa wakuu katika taasisi zote muhimu ambazo e, zimekuwa zikiangazia masuala muhimu katika jamhuri ya Kenya walikutana chini ya wenyekiti wa e, wakili n. Kwa hivyo ulivyoona ni kwamba kwa kweli maandalizi yapo tayari kabisa, na hata namna ambavyo ataapishwa ata wa jamhuri ya Kenya rais wa wanne tayari iligusiwa katika mkutano huo. Ni mkutano ambao kweli uliwaleta uli pamoja, hata vile vile inspector jeneral mkuu wa polisi uh, David Kimai ambaye m kwamba usalama upo. Hii ni baada, uh, baada ya kuo taarifa kwamba kuna tetesi kwamba katika baadhi ya maeneo hapa nchini, basi watu wamekuwa wakihofia kwamba kutakuwa na ghasia na wamekuwa wakionekana labda wanahama hama, uh, swala ambalo kwa kweli halipaswi kutokea tena baada ya wa Wakenya kuona funzo kwenye uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka